Wewe unataka ndoa ya kudumu au unataka ku, ku, kuridhisha jami, familia mm. Mila tukitaja mila mm. Tuangalie mila ambazo zinaambatana na dini yetu ndiyo, ya Kiislamu. Tusije tukaingiza mila tukaingiza na utamaduni ambao kwa kweli hauendani na Uislamu mm. tutakuwa tunapinda mm, tunakuwa tunatoka katika njia ambayo ni si, ya haki ndiyo, njia ambayo ni iliyo sawa kwa, mm, mfano tunaona wakati mwingine tunawekewa mila ambazo ukirudi kuziangalia si akili zinakubaliana ndio, si kulingana na nyote wawili pale, mm, hazikubaliani mm, na nyinyi na nyinyi ndio wenye wanandoa mm. nyinyi ndio wanandoa mm, wanakuja watu wengine ambao wanakuja kuisaitora au kuitawala ile ndoa yenu mm, wanakuja wanasema, kulingana na sisi, kwa mfano sisi ni kabila fulani e, haiwezekani e, sherehe yote ifanyike kwa mfano bila vitu ambazo ndani yake zina muharamati mm, ambazo zinaharamishwa na Mwenyezi Mungu. Wewe unataka ndoa ya kudumu au unataka ku, ku, kuridhisha jami, familia hmm. mambo kama yale tunatakiwa tunayazingatia.